Ile slogani ya ubaya ubwela ambayo majirani zetu wali introduce naona sasa imeanza kufanya kazi kubwa sana pale nchini Marekani, na hii ni kutokana na maamuzi ambayo yameendelea kufanywa na rais wa taifa hilo bwana Donald Trump, ambapo awamu hii ametangaza kuondoa ulinzi wa Secret Service kwa Hunter pamoja na Ashley Biden. Ripoti hii inapewa nguvu kabisa na PMP Company Limited, mabingwa wa kujenga vyo vya kisasa ambavyo vijai wakipatikana jijini Dar es Salaam, lakini sasa hivi wametusogezea huduma nyingine bora kabisa. Kwa wale ndugu zangu ambao mnaishi nje ya nchi na unahitaji kujenga nchini Tanzania, lakini pengine hauna watu ambao ni waaminifu wa kusimamia shughuli zako za ujenzi, au unataka kujenga Kongo, unataka kujenga Kenya, unataka kujenga Rwanda, Uganda, na wewe upo nje ya nchi na haupati watu waaminifu zaidi basi, PMP Company Limited wanaichukua hiyo dhamana. Lakini pia kama haitoshi, wamekuja na huduma nyingine bora safi kabisa. Kama unahitaji kutengenezewa ramani ya nyumba, iwe ni ghorofa au msikiti, iwe kanisa, iwe shule au kituo cha mafuta kwa maana ya Shell, basi PMP Company Limited pia wanatoa huduma hizo. Sasa unaweza ukawapigia simu namba sifuri saba sita nane sitini na nne thelathini na mbili arobaini na tatu. Bei zao ni kitonga kabisa, alafu mnaingia makubaliano ya kufanyiana kazi, lakini kwenye hizi shughuli nyingine kubwa zaidi mtaingia makubaliano makubwa pia. Sasa PMP Company Limited wananipa nguvu juu ya kuripoti kile ambacho kinaendelea huko nchini Marekani, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameagiza kusitishwa kwa ulinzi wa Secret Service kwa watoto watu wazima wa rais wa zamani Joe Biden, Ashley Biden pamoja na Hunter Biden, akisema kwamba ukubwa wa vikosi vyao vya ulinzi umekuwa ukitumia gharama kubwa sana, gharama ambazo ni za walipakodi wa Marekani. Hatua hii ambayo imetangazwa tarehe 17 Machi 2025 katika mtandao wa kijamii wa Truth ni sehemu ya mfululizo wa maamuzi ya Donald Trump ya kusitisha ulinzi wa Secret Service kwa watu ambao anaona kuwa hauhitajiki au ni wa kupindukia. Miongoni mwa waliowahi kuathirika na uamuzi kama huu ni aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa John Bolton, pamoja na mshauri wa zamani wa ikulu kuhusu COVID-19 Dr. Anton Fauci. Hunter Biden amekuwa na ulinzi wa Secret Service kwa muda mrefu, yote yakiwa ni kwa gharama ya walipa kodi wa Marekani. Trump aliandika katika chapisho lake, akasema kuna takribani walinzi kumi na nane katika kikosi hiki cha ulinzi wake, jambo ambalo ni la kupita kiasi. Kwa mujibu wa sheria za Marekani, marais wa zamani na wake zao huwa wanapata ulinzi wa maisha kutoka katika ile huduma ya Secret Service, huku watoto wao wenye umri wa zaidi ya miaka kumi na sita wakipoteza ulinzi huu mara tu baada ya rais huyo kuondoka madarakani. Hata hivyo, Trump na Biden waliamua kuongeza muda wa ulinzi kwa watoto wao kwa miezi sita zaidi baada ya kumaliza vipindi vyao vya urais. Katika tangazo lake Trump pia amegusia kwamba Hunter Biden alikuwa akifanya likizo nchini Afrika Kusini, taifa ambalo alilikosoa kwa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Anasema, tafadhali fahamuni kuwa kuanzia sasa Hunter Biden hatapokea tena ulinzi wa Secret Service. Vile vile Ashley Biden ambaye alikuwa na walinzi kumi na tatu ameondolewa kwenye orodha, kwa kutaja wasiwasi wake kuhusu mnyang'anyi wa ardhi unaoungwa mkono na serikali dhidi ya wakulima wa Afrika Kusini. Donald Trump hapo awali alitangaza kusitisha ufadhili wote kwa serika, wa serikali ya Marekani kwa taifa hilo la Afrika ya Kusini. Aidha alielezea kwamba wakulima waliokimbia Afrika Kusini wanatakiwa kupatiwa hifadhi nchini Marekani. Wakati wa mwisho wa utawala wake wa urais, rais aliyepita Joe Biden alitoa msamaha kamili usiokuwa na masharti kwa mwanaye Hunter Biden akidai kwamba mashtaka dhidi yake yalichochewa kisiasa na yali yalilenga kumdhuru. Hunter Biden alishtakiwa kwa makosa tisa ya ukwepaji wa kodi na kushindwa kulipa dola milioni 1.4 za kodi kati ya mwaka 2016 na 2019. Alikiri makosa hayo mnamo Septemba baada ya makubaliano ya awali ya kukiri kosa kusambaratika. Kwa makosa haya alikuwa nakabiliwa na kifungo cha hadi miaka kumi na saba jela au faini ya dola milioni moja nukta tatu. Katika kesi tofauti Hunter Biden alipatikana na hatia ya kununua silaha kinyume na sheria mwaka elfu mbili kumi na nane alipokuwa akitumia dawa za kulevya huku akidanganya kuhusu uraibu wake kwenye fomu za serikali. Makosa haya yalibeba adhabu ya juu zaidi ya kifungo cha miaka ishirini na tano gerezani. Msamaha uliotolewa na Biden ulihusisha kesi zote mbili pamoja na makosa yote ya shirikisho ambayo Hunter Biden aliwahi kuyafanya au kushiriki kufanya kati ya Januari 1, 2014 na Disemba 1, 2024. Kwa msamaha huu ulioondolewa hatiani kwa makosa yote ya shirikisho pamoja na adhabu zake zote. Hatua hii ilionekana kuwa mabadiliko makubwa kwa Rais Biden ambaye hapo awali alikuwa ameapa kutotumia mamlaka yake kumsamehe mwanae. Akijitetea, ya Biden alisema mashtaka dhidi ya Hunter yaliendeshwa na wapinzani wake wa kisiasa waliotaka kumdhuru kabla ya uchaguzi wa mwaka 2024. Hakuna mtu mwenye akili timamu anayezingatia ukweli wa kesi za Hunter na kufikia hitimisho jingine isipokuwa kwamba alilengwa kwa sababu tu yeye ni mwanangu, na hilo ni kosa alizungumza Biden akisema, sasa imetosha. Kabla ya kuondoka madarakani Biden pia alitoa msamaha wa mapema kwa watu kadhaa akiwemo Dr Anton Faushi, jenerali mstaafu Mark Milley na wanachama wa kamati ya bunge ya Marekani ambayo ilikuwa inachunguza uvamizi wa jengo la Capitol um, mnamo Januari 6 mwaka 2021. Maafisa wa usalama waliotoa ushahidi mbele ya kamati hiyo pia walihusishwa katika msamaha huo wa rais. Biden alieleza kwamba watu aliowasamehe alio walikuwa hatarini kulengwa kwa njia isiyo ya, ya haki na wapinzani wake kisiasa. Wakati huo huo, wabunge wa chama cha Republican walishutumu kamati ya Januari 6 kwa kushindwa kuhifadhi nyaraka za uchunguzi wao ipasavyo, jambo lililoibua mashaka kuhusu uwazi wa mchakato huo. Mnamo Machi 17, Trump akatangaza kuwa misamaha kadhaa iliyotolewa na mtangulizi wake ikiwemo ile kwa wanakamati wa Januari 6 haina uhalali na ni batili na haina nguvu yoyote kisheria, akisema kwamba misamaha hiyo ilisainiwa kwa kutumia autopeni, kifaa kilichorudia saini, na hivyo kuhoji uhalali wake wa kwa hivyo wale waliokuwa kwenye kamati isiyo halali, ambao waliharibu na kufuta ushahidi wote waliopata wakati wa uchunguzi wao wa miaka miwili dhidi yangu na watu wengi wasiokuwa na hatia, wanapaswa kuelewa wazi kwamba wako chini ya uchunguzi wa hali ya juu kabisa, Bwana Donald Trump aliandika hivyo kupitia katika chapisho lake kwenye mtandao wa Truth Social. Kwa hiyo Bwana Donald Trump sasa, naona ameamua ku deal kabisa na wale watu ambao walikuwa ni maadui wa mtangulizi wake na wale wote ambao walishiriki kwa namna moja ama nyingine kumdhoofisha katika kipindi ambacho alikuwa sio rais wa Marekani na hata wakati wa kampeni na hata baada ya kampeni kuna watu ambao walijitokeza wakimshambulia bwana Donald Trump. Sasa ninaona ameamua kudili nao perpendicular, na ndiyo maana nilisema ile kauli ya ubaya ubwela ni kama sasa imeanza kuwatafuna wa Marekani badala ya kuwatafuna wanayanga. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele.